Asante. Niendelee kwa wateja wa Yanga. Ndio mpira, e, e, ndio mpira ulivyo hmm. Kama hauna timu ilokuwa bora utafungwa hmm. E, yani kwa mye, kama kwenye picha upo bola lazima utafungwa tu, hakuna jambo lingine lingine. Kwa hiyo unadhani kitu gani ambacho kimewaangusha siku hii? Eh, kitu kilichotuangusha, kuanzia uongozi pamoja na wachezaji. Uongozi haujakaa, yani unacheza, na, unacheza na Yanga kama unacheza unajiandaa kama unacheza na kosti. Hilo kitu cha kwanza, alafu pia pia hatuna wachezaji bora uwanjani mm -hmm. wa kupokonywa mpira wa kukaba, hilo ndo tatizo kubwa mm -hmm. e, kwa hiyo moja kwa moja kwamba wameliona, alafu Simba kama wanajua kama mechi tunacheza, kwani wanatuficha, wanatufichaficha Tuweke wazi, tunajua kama tunakuja kwenye mechi kama tunafungwa tunafungwa, unarudi nyumbani. Ndio hicho kwa hiyo, wache waendelee na mambo yao kama mmeridhika na ile hali, mtu aliyoridhika. Hapa tumekuja kimagumashi, tukuja kwa sababu sisi watu wa mpira tumekuja kuangalia mpira basi, lakini hakuna lolote, hatujaridhika wala nini. Msimu umemalizika, tumechukua watu wa pili, tunakwenda klabu bingwa. Tutizame msimu ujao, tutasajili vipi? Namba kumi hatuna. Yani kwa kifupi, uongozi wa Simba hasa hususani huku ukiongozwa na Mangungu hamna kitu. Huyo ndio mnafiki huyo huyo huyo huyo Mangungu, no. Mangungu ndio mnafiki habari no. E, no, no, no, no, no. no. hakuna yeye, kila kitu anatupeleka peleka sisi. Tuna mambo mengi ya kufanya, timu kwanza iperform vizuri uwanjani. Unacheza na Yango kama unajiandaa, kama unacheza na kosti, na kama wanajua kwamba sisi leo tunacheza, kwani wasituambie, kwani Mangungu ndio kiongozi pekee wasi. Bwana wewe kiongozi hata kwenye, hata kwenye meli kuna naoza akilipeleka kwenye maji ndo huko huko. Kwa hiyo leo Simba, viongozi wa Simba wametupeleka kwenye maji wakiwa wanajua kwamba sisi wanaenda wanatuzamisha. Msimu umeisha hivyo wanatuzamisha hivyo inawashatuzamisha ovyo, e. watu wache! hawezekani mujifiche yani mda wote halafu, ndo mambo yenyewe, ndo viongozi kama hawa, sio watu wache awa wote ya yani awa viongozi wote si watu wache. Kwanza. yani wao wanajificha siku zote hizo wanakuja kututea mambo kama mimi mimi mimi nasema nasema nasema. hivi, hivi, ngapi? Simba Simba viongozi wa walikuwa wanajificha. Hata sielewi yani. mimi sielewi kabisa afu naweza nikafanya vitu tofauti. Oh, mimi mimi niache, oh. Niache. Niache niache tu tu dani.